Huenda hili likawa na tafsiri nyingi na si jambo la kawaida, kwani Israeli imetoa salamu za rambirambi kwa kifo cha Papa Francis baada ya siku nne huku mataifa mengine yakimimina salamu za rambirambi tangu siku ya kwanza ya kifo cha Papa. Kwa mujibu wa mashirika ya habari ya kimataifa, ni kwamba salamu za rambirambi zilizopostiwa awali katika ukurasa wa X wa Israel zimeondolewa, hali ambayo imezusha mjadala nchini humo, hata hivyo, kuonesha kwamba kuna jambo halipo sawa kati ya Israel na msiba wa Papa. Taifa hili la Israel limetuma wajumbe wa ngazi ya chini kuhudhuria mazishi ya Papa siku ya Jumamosi huku kukiwa na balozi wa Vatican pekee wa taifa hilo kwenye mazishi. Baadhi ya wadadisi wa mambo wanasema kuwa hatua wa hii ya Israel ni ishara ya kutokufurahishwa na msimamo wa Papa enzi za uhai wake na kile kinachoendelea huko katika vita vya Gaza kwa kuchelewa na kwa kiasi fulani bila ubinafsi. Vyombo kadhaa vya habari vya Israel viliripoti kwamba kufutwa kwa taarifa ya awali ya salamu za rambirambi katika gazeti la Jerusalem Post kuwa ni kimakosa, kwa mujibu wa nukuu ya maafisa wa wizara ya mambo ya nje wa Israel. Gazeti la Jerusalem Post pia lilimnukuu balozi wa zamani wa Israel katika Vatican, Raphael Schatz, akieleza kuwa uamuzi wa kufuta taarifa iliyochapishwa kuwa ulikuwa ni wa kimakosa. Kutokana na ukosoaji huo, maafisa wa Israel wameeleza kwamba balozi wa sasa wa nchi hiyo katika Vatican ametoa rambirambi zake ana kwa ana. Mwezi Novemba mwaka jana, Papa Francis alipendekeza kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchunguza kama mashambulizi ya kijeshi ya Israel huko Gaza yanapaswa kuhesabiwa kama mauaji ya halaiki, madai ambayo Israeli ilikanusha vikali. Mapema mwaka huu Papa aliita hali ya kibinadamu huko Gaza kuwa ni ya aibu. Katika hotuba yake ya mwisho ya hadhara Jumapili ya Pasaka, siku moja kabla ya kifo chake, Papa alizungumzia tena hali ya Gaza. Hotuba yake ilizungumzia mateso ya Wapalestina na Waisraeli. Wachunguzi wa mambo wanasema kuwa huenda hili ndilo limeleta donge kwa Israel dhidi ya Papa Francis. Hii ni TriGen Media.